Mambo ya Nyakati ya Pili, Yoshua, Ezra, Ezra na Nehemia, Esta, Esta, Ayubu, Zaburi, Misali, Mhubiri, Wimbo Ulio Bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli

Maraki, Matayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo, Wakorintho ya kwanza, Wakorintho ya pili, wa Galatia, wa Efeso, wa Filipi, wa Ebrania, wa toka mambo ya Malawi, Hesabu, kumbukumbu na Torati, Yoshua, Waamuzi, Lutu, Samueli wa kwanza, Samueli ya pili, Mfalme wa kwanza, Mfalme wa pili, mambo ya nyakati ya kwanza, mambo ya nyakati ya pili, Ezra, Nehemia, Esther,

ai na Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu ya Torati, Yoshua, Waamuzi, Rutu, Samweli wa kwanza na wa pili, Wafalme wa kwanza na wa pili mambo ya nyakati wa kwanza na pili ezra Nehemia, ester ayubu zaburi Mithali, mhubiri wimbo ulio bora Isaia, yeremia maombolezo ezekieli Danieli hosea Yoeli Amosi obadia yona, Mika, nahumu habakuki sefania Hagai, zekaria Malaki mathayo marko luka yohana Matendo Warumi Wako Wagalatia Waefeso Wafilipi Wakolosai wa Thesalonike wakwanza na wapili Timotheo Tito Filimoni Waebrania Yakobo Petro wakwanza na wapili Yohana wa kwanza na wapili na watatu Yuda Ufunuo na Mwanzo Kutoka Mambo ya Walawi Hesabu Kumbukumbu la Torati Yoshua Waamuzi Ruthu Samueli ya kwanza Samueli wa pili Forme wa kwanza Forme wa pili Nyakati ya kwanza Nyakati ya pili Ezra Nehemia Esta Ayubu Zaburi Misali Muhubili Wimbo ulio bora Isaya, Yeremia, Maombolezo Ezekieli, Danieli, Osea, Yoeli, Yoeli, Amosi Yoeli, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika Nahumu, Habakuki, Sefania Hagai Zekaria Malaki Ma, Mathayo Marko Luka Yohana Matendo Warumi Wakorintho wa kwanza Wakorintho wa pili Wagalatia Waefeso Wafilipi Wakolosai Wathesalonike wa kwanza Wathesalonike wa pili Timotheo wa kwanza Timotheo wa pili Tito Filemoni Waibrania Yakobo Petro wa kwanza Petro wa pili Yohana ya kwanza Yohana ya pili Yohana ya tatu Iuri Mfalme wa pili Mambo ya nyakati ya kwanza Mambo ya nyakati ya pili Ezra Ezra Nehemia Esther Ayubu Zabuli Mithali Mhubiri Wimbo ulio bora Isaya Yeremia Maombolezo Dan, Ezekiel Danieli Hosea Yoeli Amosi Obadia Yona Mika Nahum Habakuki Sefania Hagai Sefania Zakaria Sefania Hagai oh. Waefeso wa, wa Filipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro ya, panza, ya pili, Yohana ya kwanza, Yohana ya pili, Yohana ya tatu Mwanzo Kutoka Mambo ya Walawi Hesabu Kumbukumbu la Torati Kumbukumbu la Torati Torati Yoshua Waamuzi Lufu Kwanza Samuel wa Samuel pili Wafalme wa kwanza Wafalme wa pili mambo ya nyakati wa kwanza mambo ya nyakati wa pili ezra nehemia <coughs> ester ayubu zaburi mithali Mhubiri Wimbo ulio bora isaya yeremia maombolezo ezekieli danieli ezekieli danieli hosea yoeli yoeli Amosi, Obadia, Yona, No. Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahum, Habakuki, Sefania, Agai, Zekaria, Malaki. Vitabu vya Agano <laughs> Jipya. Mathayo, Marko, Luka Yohana, matendo ya Mitume, Walumi, wa Rumi, Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili, Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili, Wagalatia, Waefeso, Efeso, wa Efeso, wa Filipi, Wakolosai, Watesalonika wa, wa kwanza, wa Watesalonika wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, Tito Simoni Waebrania Yakobo Yakobo Petro wa kwanza Petro wa pili waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa pili wa Yohana waraka wa tatu wa Yohana Yuda ui hapa hapa eh, alafu watatu alifeli kitabu kimoja tu, watatu kimoja tu ni yeah. Hey, nani naenda kule, alafu wa